Mabibi na mabwana, jambo asubuhi ya leo. Tunafika tena kuweza kuwaletea kipindi yetu kwa nyinyi watazamaji na wasikilizaji, kipindi ambayo tunaita les analyses de Simon Kazungu. Tumejipatia kazi ya kuweza kuchambua information fulani fulani na kuweza kuchambua mambo ya kipolitiki na mambo gani yanapitika katika nchi yetu ya Republique Democratique du Congo. Mambo ambayo yanasumbua akili leo katika nchi ya kwetu ni mambo ya vita ya est ya kwetu eh, ndani ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri na tulipenda tuweze kurudia nyuma kidogo kuweza kuona ya kwamba sasa mikataba inakuwa mingi na watu wengi wanapenda na wao waingie ndani ya process. Ninashukuru sana kwa kazi ya wale wote ambao wanaingia kuweza kutafuta amani kuweza kujipiga kabisa ili amani iweze kurudia kwetu, lakini nilipenda turudie nyuma kidogo kuenda kuona ya kwamba vikaratasi vinasahihiwa leo, ama mikataba inasahihiwa leo kati ya government ya kwetu na M23, kati ya government ya kwetu na Rwanda, lakini ukienda kuangalia vizuri ni vitu ambavyo vimesemwa tena vile mbele na mikutano mikubwa mikubwa imesemeka na imefanyika juu ya hii mambo moja tu ya kuweza kupata amani katika east yetu katika uh, mashariki yetu ya nji ya Kongo. Nilipenda turudie nyuma kidogo kwenda kuzungumzia huu mkataba ambao tunaita acte d'engagement, na hii acte d'engagement iliweza kuhusu CNDP, mouvement politico militaire, Pareco FAP Maimai Kasindia, Maimai Kifuafua, Maimai Vurondo, Maimai Mongol, UGPS, Mai Mai Ruenzori na Wasimba, hizi grupe zote na isitoshe, government ya Congo na wa expert mbalimbali kutoka nchi za kigeni kutoka CIRGL kutoka mahali mbalimbali, tulikaa Goma na mimi nilikuwa sababu kwa hiyo wakati nilikuwa député provincial pale Goma ilikuwa mkutano mkubwa sana ambao tulikuwa tunaita conference de goma na nini ilitokea kisha hii mkutano, le 23 mwezi wa kwanza, tarehe makumi mbili na tatu mwezi wa kwanza mwaka 2008 na tukaweza kusahihi mkataba fulani kati ya government na hizi grupe zote zenye ninataja na wale ambao waliweza kusahihi. Tunataka kuonesha ya kwamba kuna wengi wamefariki lakini wengi wao wanakuwa wa kabila ya Wanande wamefariki. Hatujui kila mtu amefariki njia ya kwake, lakini wengi wao tunaconstate ni kabila ya Wanande, na wengi wao walisahii hata movement ya SDP ambayo ilikuwa iko considere kama movement ya Watusi mwenye aliweza kusahii, kwa hiyo wakati naye alikuwa Mnande, bwana Kamba Sungeve angali hai mpaka leo, yeye angali hai lakini tunakumbuka, tutaweza kuona ule ambaye aliweza kusahii kwa upande wa Pareco, fapa mmoja wao bwana Sikuli eh, Lafontaine Fontaine alishakufariki. Kuna pia Vita Kitambala alishakufariki. Kuna Monsieur Labe Apolinaire Malumalo ambaye alikuwa ndani ya conference kama vile president ya conference de Goma, yeye ndiye alikuwa mwenyekiti ya hii conference na yeye alishakufariki. Tunavuka tena wengine watu wangali kama vile wa Didier Bitaki ambao ninasalimu kwa hii wakati. Kuna Vital Kamerhe ambayo Angali bwana Julien Paluku kaongea. Angali mpaka leo alikuwa governor wa Nord Kivu, lakini ingine kitu bwana Baleke Kadudu Amil, yeye alikuwa wa Assemblée Provinciale ya Sud Kivu. Sasa pia kufariki mzee wetu Baleke tunajiuliza watu wanafariki wengi hivi tangu 2008, na wanafariki namna gani? Na isitoshe hao wengi ni wanande ndani yao ndio wanafariki. Ni kitu gani hii? Ina, inaomba tujiswali vizuri sana. Isitoshe watu ambao waliweza kusahi, sio peke yake watu wa ndani, lakini kula kwa wakati ile, mtu mwenye alikuwa na represente ONU alikuwa monsieur Alain Dos, na Union Européenne alikuwa monsieur Roland Van de Geer, ma Etats-Unis d'Amerique Tim Shotley, Tim Shotley mwenye nilikuwa najua vizuri e, Union Africaine Pierre Yere na mama Liberata Mulamula mula, ambayo nina musalimu akinifata mwanamke sujaa sana alikuja kusahii pia kwa niaba ya conference internationale la region de Grands Lacs ambao tunaita CIRGL. Tuna Wa, mwami wenyewe walisahii hii mkataba hii acte d'engagement. Kuna mwami Kabare ambayo amefariki, kuna mwami Alexandre Muindo Mkosasenge Munande pia alishaka kufariki. Hivi watu wamefariki wengi sana na hatujui hii mikataba inataka kusema nini, na tunataka kuonesha watu ya kwamba wakati hii mkataba nasaiwa ndani yake mlikuwa mambo tu enye tuko tunarudilia leo, mambo yenye tunarudilia leo kama vile kusema CCLF. Leo hata kwa hii M23 de CCLF zimekuwa kama sita kama saba leo wanasema tuweze ku juu ya desengagement ya matrupe inaomba e matroupe zikuwe desangage hata leo, desangagement ya troupe zinakuwa. Tuliweza kuzungumuzia euh, commission il fallait que retour ya warefugie watu ambao wako pour des principes humanitaires, il fallait que ke wa déplacer waweze kurudia na retour ya warefugie mnajua. Hii question ya retour ya warefugie ni question ambayo inaleta utata mwingi sana, sababu kuna warefugie wengine wa ambao wanakuwa instrument wametumiwa kama vile vyombo vya kuweza kurudisha tu vita, kila siku sema sisi tuko wa refugee inaomba tunarudi kwetu. Lakini kwa hii wakati tuliweza kudesidia ya kwamba washefu kutimie, uh, government ya Congo kulipasha kuwa government ya Congo tripartite na, na Rwanda na ASER kuenda kuangalia hawa watu watarudia watarudi wapi, ni watu gani, milima yao ni wapi. Hii mkataba wakati ilikuwa imesaiwa, fete kubwa sana. Hii ilikuwa chini ya uongozi ya bwana Joseph Kabila, yeye ndiye alikuwa muongozi na watu wote walikuwa wameshirikishwa. Sasa kukaenda kuwa tena government ya kwetu ikachukua tena ingine mkataba na M23 na hapa na, na, na njo kwenye M23 inaweza kuzaliwa hapa. Ndio tunaweza kuambia government yetu ya Kongo kuweza kukuwa makini sana, sababu inaonekana tuko tunarudia tuku mambo ile ile ya zamani, mambo ambayo tulizungumzia, watu wanakubaliana, watu wanasema tutaintegre le cclef lakini tena government inaenda inaenda kukutanana na watu fulani wa SNDP na wanakutanana le 23 mars 2009. Wanani wamesaini hii watu wa SNDP, Raymond Tshibanda kwa niaba ya government ya Congo. Alafu kuna mtu masujaa -ma su mwingine ambao ni bwana Olusegun Obasanjo ambao anaenda kusahihi kwa niaba kama vile co-facilitateur na envoyé spécial à secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Tukifikia mambo ya Olusegun Obasanjo, tutaenda kuona ya kwamba huyu mzee msujaa tena juma ambao naisha huyu mzee aliweza kupatikana akifanya kazi kubwa sana kuweza kuwaona watu mbalimbali hivi amani weze kurudia. Je, anaendelesha hii misio yake ya zamani kama vile co-facilitateur, lakini kitu ambayo tunajua ni kwamba ni mtu suja ambao amejua hii conflit ya Kongo, tunajua yeye kwenda kutafuta amani wakati wa mbele, alienda hata kichanga na kichanga wakati ile tulikuwa wa député, alienda akacheza intore, watu walikritike hii evenema lakini huyu mzee alikuwa anatafuta makubaliano na watu kuweza kufikia suluhisho, angali anaendelea kutafuta suluhisho, alienda Johannesburg kukutana na bwana Antipas Mbusa na Mwisi. Unajua tukitaya jina Antipas Mbusa na Mwisi, una watu wengi wanasikia mioyo yao inagonga sana. Wengine wanasema mara oh, mara ingine ali Antipas waliwakutanisha pamoja na kabila ili kutaka tu kumulie na kabila, wengine oh, ataingia ndani ya Sendepe kwa leo Sharti tungijua ya kwamba Antipas Mbusa Nyamwisi ni acteur politique wa mwenye anajulikana mbele, alikuwa na rebelia ya RCD-KML na alikuwa wa kwanza kuweza kurudisha trupe zake kuweza kurudisha majeshi zake kwa nchi ya Congo na kurespekte mikataba yote kama vile iliweza kusainiwa Sun City. Hivi tunapenda kuonesha ya kwamba yeye kukutaniwa na Olusegun Obasanjo ni sababu anajua importance ya huyu mtu, bwana Antipas Mbusa Nyamwisi. Alikutana pia na Kabila, rais wa zamani, sababu yeye Kabila ndio mambo hii vibarua vyote vilianzishwa, ilikuwa wakati wa Kabila. Sasa leo kuna mikataba ambayo inakuwa, hatutaki tena kurudia ku mambo ya zamani hivi ikuwe enye ndani ya Kiingereza wanaita a never ending story. Sherti suluhisho iweze kupatikana. Wakati waliweza kusema cessez le feu, iliweza kuwa respecte, lakini watu wengine wanarudia tena wanachukua silaha. Wabibi na mabwana, tulitaka kuwaonesha ya kwamba hii makosa haiombe tena government ya kwetu irudie ndani yake. Mumezungumza maneno tena munajiizolea na watu wengine, halafu sasa leo tumeshangaa ya kwamba huyo huyo bwana Kabila, huyo hiyo Rais Kabila mwenye aliweza kusaini na CNDP kusema anasitisha mapigano, leo tena anakuwa aliye, sababu CNDP ndio alikuwa mzazi wa M23 eh? na, eh? na, eh? na za M23. kitu ya kushangaza ya kwamba bwana Kabila yeye anakuwa tena aliye ya hao watu ambao walikuwa wanasaini naye. Je, hii haikukuwa teatri ambao walikuwa wanachezesha inji yetu ya Congo? Sherti tuweze kukuwa makini na tuweze kujua ya kwamba mikataba ambayo inasainiwa hata doa hata Amerika na watu wengi wanasema tuangalie vizuri, hata hii maneno ya maminere, isikuwe tena waongozi wetu wanatuchezea kama vile watoto wadogo hivi. Ile ndio ilikuwa mchango wetu kwa hii asubuhi. Tungependa kueleza pia kwa suje ingine, ni kwa ajili ya gouvernement provincial ambayo imetoka pale Beni.

Watu wengine wanasema kwa nini tu bwana Davidi anarudia kwa finance, yeye hataweza kuwa ramplace. Hii ni mambo ya chama yao, hatuwezi kuingia ndani yake, lakini kuna mambo ingine ambayo imetokea na watu wanakuwa kama vile wananungunika. Kitu ya kwanza inaonekana ya kwamba watu wengi uh, karibu wote ambao wanakuwa nome wote wiko wa dini ya kikatoliki na wanajiuliza kwa nini tu Wakatoliki wanaweza kuwa nome ijapokuwa Waprotestant nao iko na Wamusulman tu eglise eh, protestant iko pia ssa iko pia nguvu kubwa katika Nord Kivu yote. Hivi tunataka kwanza kuwa felisite wote ambao wamepata eh, vyeo, lakini tunataka kuonesha ya kwamba sherti hii neno liweze kupata kuikosoa pouvoir. Hawezi kuwa tu ku communauté moja religieuse, pouvoir hawezi kuwa tu Ku watu Beni imepokea hii ndio ni, ni reklamasion ingine. Pia mji wa Beni imepokea guvernement provincial. Hata wengi ambao kule Goma walikuwa wanasema wanandiko wa tribaliste watu kule ku granor wanakuwa wanakwaka ivya, lakini nashukuru sana hata assemble provinciale ina fonksione pa Beni pasipo ubaguzi wowote. Hivi tunapenda kuonyesha kuweza kufelicite population ya mji wa Beni kuweza kupokea watu wengi ambao wametokea Goma, Ruchuru, bunagana na wameketi Beni, hakuna shida kwa kila mtu yoyote. Hivi ingine remarke yenye nakuwa ni wale wa kijana wa Beni, watoto wa Beni wanasema kwa nini government inapokelewa haiwezi kupata hata mtoto mmoja wa muji wa Beni, Beni muji Apana, Beni territoire kama vile nae conseye ama conseye principal. Hii naulizo watoto wa Beni wanajiuliza. Wengine nao wanasema hapana, isitoshe DCF Nyamwisi. Mimi kama vile mwongozi wa DCF Nyamwisi tunajua ya kwamba hii mji wa Beni wakati eleksio yote na kuwa DCF Nyamwisi ambayo nina represente inakuwa na muchaguliwa ndani ya mji wa Beni. Hata leo tunamchaguliwa professor docteur Arsene Muaka. Iko muchaguliwa kwa mji wa Beni. Kwa nini hawawezi kutupatia hata na sisi konseye ama konseye principal? Kwa nini na sisi tuna ile droit hii yote, kwa mambo ambayo inakuwa kama vile maneno ya kuweza kukosoa ili mambo iweze kuendelea mbele. Tunashukuru wengi ambao wameweza kuwa nome kama vile marafiki Paul Vikanza ambao ni rafiki, kuna Albert Mkosa ni rafiki, kuna wengi hata David ni rafiki yangu na watu wengi ambao kiza ambao patient kiza ambao garson shujaa wa Nyiragongo madame Luanda, uh, Priska ambao pia ni rafiki na mwanamke msujaa sana. Tunawafelicite wote, na tunapenda gouverneur militaire bwana Evariste Somo kuweza kuangalia hii maneno na kuweza kukosoa kuona kama vile anaweza kubadilisha namna gani. Mabibi na wabwana, tulipenda pia tuwapatie habari fulani fulani. Letupwisa ule mwenye tulikuwa nasema mwenye nguvu, Bwana Alingeti mwenye alisemaka vita ya est iko kudemil kilomita ao hakuna shida. Huyu bwana sasa wamemtoa kwenye mamlaka na mtu ambaye amemuramplace ni mwingine ambao alikuwa pia anatumika pale kwa F, jina lake ni bwana Uh, bitasimwa by Christophe na naye pia alikuwa anatumika pale hivi. Tunasema felicitation na kazi njema. Tunataka pia kuelezea kwa ajili ya manifestation ama mgomo ambao ulikuwa kwenye RTNC. RTNC ndio radio na television yetu ya Congo. Wa journaliste wanajitahidi, wanapigana kabisa waweze kutupatia na kusaidia, kumbe hawapokeaki miezi karibu kumi na sita wapoke yake na walifanya migomo pale. Tunawaza government ya kwetu itapata suluhisho juu ya maneno hii ya RTNC kuweza kutumika sawasawa sawa, na waweze kupata mishahara yao. RTNC inaonekana kuna mambo mengi sana, tumesikia kwenye radio television, oh, tumewanunulia material tumenunulia hivi na hivi, inaonekana mambo mengi iko uongo. Wateknisia wanakuambia kwamba huyu anakuja na kamera yake huyo anakuja hii iko pia mambo ya haya kwa inji kama vile ile yetu hii yetu ya Congo sherti waweze kuwa na vyombo na waweze kupata haki ya kwao paske salaire iko pia haki ya wajournaliste. Tungependa pia kuzungumzia habari nyingine, ni habari ya papa wa mpya huyu. Papa wa mpya ambayo ametoka Marekani, alikuwa kardinal pale Etazini Marekani. Jina lake amechukua jina ya Leon 14, u Leon 14 ndio jina ameichagua, lakini iko Mumarekani, lakini orijini yake iko ya Italy, Espanyol eh, Spain, Spain na Ufaransa uh, uh, hivi. Tunamtakia kazi njema na asante, na tunawashukuru sana wakatoliki wote ambao walikuwa naomba ili papa wa mpya aweze kupatikana. Tunawashukuru sana mabibi na mabwana kuweza kutufata kwa mchana wa leo, saa ambao utaweza kufata hii video. Asante sana na tuna waomba muweze kupenda hizi video na mutatufata tena kwa juma ijayo inshallah, Mungu akitukubalia hii neema. Asante sana.